Mpendwa mgeni rasmi, wanafunzi wote waliopo mbele yako wamefaulu na wanahitaji kukabidhiwa vyeti baada ya kukidhi vigezo vya kitaaluma vilivyowekwa na idara ya elimu pamoja na Global University katika chuo chetu cha NEBC. Mgeni rasmi, leo hii tuna wanafunzi 21 na moja katika ngazi ya astashahada ya Kiingereza. Kati yao wana wanaume wako kumi na mmoja na wanawake wako kumi, na pia tunao wanafunzi watano katika ngazi ya shahada katika theolojia na Biblia. Kati yao wanaume ni wanne na mwanamke na mmoja kwa hiyo wakati huu, tunaomba sasa uchukue nafasi kuwapa vyeti vyao, na walio mbele yao mbele yako ni majina ambayo nakuletea sasa, ili upate kuwakabidhi vyeti vyao, kwa sababu inakuinua sasa. Kwa heshima, naomba uwape vyeti vyao. Karibu sana. Tutaanza na kozi ya Kiingereza. Wa kwanza wao anaitwa Atilio Alphonse Kigeleso. Anayefuata ni Krista Baltazar Lubanzibwa. anayefuata ni Christina Edmund Biamungu. Anayefuata ni Eshi Wakwe Waria saa show. Anayefuata ni Festo Remigius

sioni haya. Anayefuata ni Joseph Rock Mwamahonje, ni Josephat John Mangu. Anayefuata ni Caleb Silvestre Simlamulo

Benson Chilongo, naefata Nesta Samuel Mwakisiala

Afuata Rosemary Mark Shaw hey, Salome Yurik Mwandisa, ajovita tanst turn. Vita ay ni rasmi kuna wanafunzi wawili ambao wanahitimu kwenye wahitimu katika kozi ya computer application. Wa kwanza ni Sofia Mrema, nina watunuku tuzo ya astashahada ya lugha ya Kiingereza. Wahitimu ambao majina yao yametajwa na kupewa certificate zao, makofi basi ni wanafunzi ambao wanahitimu katika shahada ya Biblia na Theolojia wapatao watano. Wa kwanza ni Ama Shandele Mwasele bidhi, Academic Dean wa Global University, kwa ajili ya kuwapa vyeti vya <coughs> Pendwa mgeni rasmi, uh, katika mwaka huu wa masomo wa 2025 jumla ya wanafunzi kumi na nne wa Global University wote ni wanaume watupu, wamefuzu na wanastahili kupata tuzo ya, stashahada, no, ya shahada ya Bibilia na Theolojia pamoja na elimu ya dini. Naomba niongee kwa Kiingereza ili ieleweke vizuri. Wanastahili kupata degree ya the Bible, and the, the, the Bible and theology and Christian education. Na yani, wa, wa, wote wamekamilisha vigezo vyote na masharti yote yaliyowekwa na idara ya elimu ya, ya, ya, idara ya elimu ya TAG pamoja na Global University International kwa wanastahili kupokea vyeti vyao na shahada yao siku ya leo ya tarehe saba mwezi wa kumi na moja ishirini ishirini na tano. Ninayo heshima kuwahudhurisha wahitimu walio mbele yao, majina yao tajwa, wanafunzi kumi na wanne utawapa digrii zao pasipo kuwepo. Naomba nilete majina yao. Wa kwanza ni Ali Waziri Myangwa. Anayefuata Boniface Peter Kusigwa. Anayefuata Damas Adrian Robert.

Kusema, wangu wa sukaa, aaa, anayefuata Filemoni Josafati Sule. Asante. Semio cha Zinyero. Anayefuata Ibalila Chiza Ngomoi. Sema kwa sauti. anayefuata Yohana Daniel Chongera. Wageni rasmi, naomba pia niwasome hawa in absensi, utawapa degree zao: Thomas Masalo Bundala, Pius Lamson Kiwele, Isaac Jeremia Kimaro na Frederick Eliakim Rubinda. Karibu. Naomba sasa wahitimu wa, wa shahada naomba wote tusimame. Kwa ajili ya tamko la mgeni rasmi kuwatunuku shahada. Karibu. Na watunuku tuzo ya shahada ya theolojia na Biblia wahitimu ambao majina yao yametajwa hivi hapa leo. Sasa, katika kukamilisha hilo tamko naomba sote sasa tubadilishe taso zetu hizi hapa kutoka kushoto tupeleke wote kwa pamoja, kutoka kulia tupeleke kushoto kwa pamoja sasa. Kwa kuanzia sasa ukivaa kofia itakuwa kwenye sikio la kwenye kushoto ishara ya kwamba sasa ni muhitimu rasmi. Asante sana. Amen. Naomba tukiwa tumesimama, wahitimu wote sasa naomba tusimame wahitimu wote. Tunakushukuru Baba Askofu, Baba Makamu Askofu Mkuu pamoja na viongozi wote wa kanisa kwa kutukabidhi wanafunzi hawa ili kuwafundisha na kuandaa kwenda shambani. Tumewaandaa, tumewafundisha na sasa wako tayari kwenda shambani. Walipokuwa hapa chuoni, tuliwaweka chini ya sheria na taratibu za chuo kwa mujibu wa miongozo ya idara ya elimu. Sasa nawafungua kutoka kwenye sheria na kanuni za chuo na wakabidhi kwako Baba makamu wa askofu mkuu ili uwatume shambani na kuenenda na kanuni na sheria za kanisa na makanisa wanayotoka. Karibu baba. Kwa mamlaka niliyopewa kama makamu wa askofu mkuu na mhudumu wa Injili, Ninawapokea wahitimu wote na kuwatuma shambani kufanya kazi ya injili, na kuwa mtatii kwa viongozi wa kanisa walioko juu yenu na kutii katiba za madhehebu yenu, kwa katika jina la Mungu Baba, jina la Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Naomba wahitimu wote msogea hapa mbele kwa ajili ya maombi maalum. Utapiga, utaangusha kama ulivyosema na Yeremia, ya kwamba watumishi wako ndio silaha zako za vita. Utafanya silaha, utafanya vita kupitia wao. Baba, asante, tunawaleta mikononi mwako. Asante Bwana wa mabwana Sante mfalme wa falme tunakutukuza. Wewe uhimidiwe Bwana, uhimidiwe mfalme. Wakawe vyombo, kwa wao utabomoa ngome zote za ushirikina, kwa wao utaangusha ngome zote za Shetani, kwa wao utawatumia ili watu kufunguliwa waliyoonewa, kufunguliwa Baba, tunawaleta silaha hizi mbele zako, watumie Bwana, simama nao Baba, nenda nao Baba. Elimu walioipata ikawe na manufaa katika ufalme, ikawe na manufaa katika jina la Yesu. Tunawaachilia mikono ni mwako kwa mamlaka katika jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu watu utawatumia kwa viwango vikubwa.